Lakini nisemee hili la mikopo. Mikopo wengi tuna taarifa, mikopo mama Samia aliizuia kwa kipindi nadhani cha miaka miwili, kwa kipindi cha miaka miwili, kwa sababu hakuridhishwa na mwenendo ya ile mikopo. Hakuridhishwa kwa sababu watu wengi walikuwa wanashindwa kurudisha zile fedha lakini walikuwa na shindwa kurudisha kwa sababu labda mbili kubwa, naweza kusema moja moja. Moja ilikuwa inaonekana zile fedha zilizokuwa zinatolewa zilikuwa ni ndogo sana kwa vikundi o, vikundi cha wamama ishirini wanapewa milioni tano au cha vijana ishirini wanapewa milioni tano. Sasa milioni tano kwa wamama ishirini wakafanya mradi gani alafu waweze kurudisha kwa wakati? Ilikuwa ni ngumu sana, kwa wakaona mama kwamba ule vile viwango vilikuwa vidogo, kwa hiyo ipitiwe upya. Kwa hiyo sasa hivi imerudishwa na imeboreshwa vizuri sana. La pili, la pili lazima tukubali kulikuwa na watumishi na watendaji wa ambao hawakuwa waaminifu. Kulikuwa na watumishi na watendaji ambao hawakuwa waaminifu na ile ikatokea kuna vijana wanakwenda kwenda kuomba mikopo, anaomba mikopo wa milioni tano au milioni kumi anaambiwa tunakuandikia mkopo wa milioni kumi lakini acha milioni tatu mezani. Kwa hiyo vijana wanachukua mkopo, wanaandikiwa milioni kumi vijana wako ishirini tayari milioni tatu wameshaacha mezani kwa mtendaji ambaye sio mwaminifu wanakwenda kwenda kuangaika na ile milioni saba ambayo hawawezi kufanya chochote, lakini tayari kama uaminifu umeshavunjwa na mtendaji wa serikali, hata wale waliochukua mkopo unategemea watafikiria nini? Unategemea watafikiria nini? Kwa hiyo niseme tu mama Samia ameboresha mikopo hii, iko sasa vizuri, lakini utaratibu wake pia umebadilika. Lakini lazima niseme angalizo moja kubwa sana kwa sababu pale ofisini nimepata malalamiko mengi, kwamba kama kuna vikundi ambavyo havikuwa havikuwa waaminifu, ambavyo vilifanya vibaya kwenye mikopo e, visifanye mimi mwingine nikahukumiwa kwa sababu ya dhambi zao. Haiwezekani kama kuna kikundi kimetoka hapa Mswakini wanadaiwa milioni tano wao wenyewe wakashindwa kuwachukulia hatua kwa, kwa sababu wenyewe wanajua waliingia kwenye mikataba gani. Nao leo mimi nakuja na mradi wangu mzuri wa maana, halafu unaninyima eti kwa sababu hawa walikimbia na fedha. Wale ni watu tofauti na mradi tofauti. Mimi nakuja na kikundi chetu na mawazo mapya tofauti, lazima nisihukumiwe kwa madhambi ya mtu yoyote mwingine. Kwa hiyo niwahamasishe wote makundi maalum, vijana wa kina mama wote, ni wahamasishe na walemavu, tuendeni tukaombe mikopo, tushikane mikono na mheshimiwa diwani na viongozi wengine, tutawasimamia mpate ile mikopo vizuri inavyostahili.